Niwapongeze sana wana Singida, lakini niwashukuru sana wadhamini wetu wote, wadau wetu wote mliohakikisha uwanja huu unakuwa katika sura hii. Niwashukuru NBC ambao mmekuwa mkituunga mkono katika sehemu mbalimbali za michezo na kufanya kazi yetu tuliopewa na Mheshimiwa Rais kuwa rahisi kweli kweli, na wadau wengine wote ambao mmechangia na kuhakikisha leo tunakutana hapa kuja kushuhudia uzinduzi wa, wa uwanja huu mzuri. Sisi benki ya NBC kama wadhamini wakuu wa Ligi Kuu ya Tanzania, yani NBC Premier League uh, tumeshiriki katika kama wadhamini wakubwa katika ujenzi wa uwanja huo. So, kwa upande wa NBC tutaendelea kuboresha udhamini wetu. Kuna maeneo mengine ambayo tunayangalia sasa kwenye miundombinu mfano maeneo ya viwanja kama tulivyofanya hapa leo, tutaendelea uh, kuongeza udhamini katika miundombinu ya viwanja lakini, kwa vilabu ambavyo vina mabasi, tunajua hii ni changamoto kubwa kwenye usafiri. Tutaendelea kutoa zaidi mikopo ya bei nafuu kuhakikisha vilabu vyote vya ligi kuu vinapata usafiri wa kuaminika na kuweza kutimiza majukumu yao vizuri. Imekuwa ni furaha apakuona ligi yetu sasa inaendelea kukua, imefika namba nne. Sisi tunaendelea kuweza kuweka maboresho zaidi ili kwa kuhakikisha kwamba ligi yetu sasa inaendelea kukua na pengine kufika namba moja. Hiyo ndio lengo letu kubwa zaidi, tunaweza kutengeneza zaidi ajira nyingi kwa vijana wetu. Na tunavyoendelea mbele, nafikiri mpira na michezo utakuwa na sehemu kubwa mchezo, ajira kwa vijana. Daima karibu nawe.